Viwanda ambavyo vimekufa. Swali la kwanza, kwa kuwa ahadi hii ya mwekezaji huyu kufufua kiwanda cha korosho Tunduru imekuwa ni ya miaka mingi na ameendelea kutumia kiwanda kile kama ghala la kuhifadhi korosho kinyume na mkataba wa kubangua korosho, na kwa kuwa ndani ya bunge hili Mheshimiwa Rais aliahidi kufufua viwanda kwa kushirikiana na vyama vya ushirika serikali haioni umuhimu wa kuuvunja mkataba ule na kukikabidhi kiwanda kile kwa Chama Kikuu cha Ushirika Tunduru kwa maana ya TAMCU. Swali la pili, kwa kuwa katika nchi ambazo zimepiga hatua kubwa katika tasnia ya ubanguaji wa korosho modeli ambayo imefanya kazi vizuri sana kama vile Vietnam na kule India ni ya kuwawezesha wabanguaji wadogo wadogo. Wizara haioni ni wakati muafaka sasa wa kuwawezesha wabanguaji wadogo wadogo wilayani Tunduru hasa kwa kushirikiana na vyama vya ushirika vya msingi kwa maana ya AMCOS? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ado Shaibu Abo Ado mbunge wa Tunduru. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nikiri, ni kweli Mheshimiwa Rais alitoa ahadi ya kufufua kiwanda cha kubangua korosho wilayani Tunduru. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie dira ya maendeleo kwa maana ya vision 2050, sekta binafsi ndio msingi ambao tunaenda kuimarisha mnyororo wa thamani, lakini nguzo kuu ni uchumi imara jumuishi na shindani. Katika hilo utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais, tumeanza kusimamia utekelezaji wake. Hivi tunavyozungumza, mwekezaji ameahidi ndani ya msimu huu wa 2026 anaenda kuanza shughuli za uzalishaji. Lakini pia tumekuwa tukitoa hamasa kwa sekta binafsi, hasa vyama vya ushirika. Kwa mfano kule Tunduru, TAMCU wameonyesha njia kwa vyama vingine vya ushirika, wameweza kununua eneo la ekari 4.5 katika kijiji cha Kidewele pale katika wilaya ya Tunduru na ujenzi, kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha kubangua korosho. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo, kwa kuwa mnyororo wa thamani ndio msingi wa uchumi imara, dira ya, uh, uh, na jumuishi kama dira ya 2050 inavyosema, ilani ya Chama cha Mapinduzi, uh, inazungumzia kwenye mkoa wa Ruvuma pale kwenye ibara ya 46 kuhusiana na nia ya serikali kufufua viwanda lakini kuweka uchumi jumuishi kwa maana ya kuwekeza kwenye viwanda vidogo vidogo, na hiyo model ya Vietnam ndiyo ambayo sisi tunaenda kuisimamia kuhakikisha kwamba mwananchi hasa mkulima wa korosho anaingia